Ilani ya 25 30 imebainisha mambo muhimu kwenye mkoa wetu mzima wa Iringa, lakini kwenye jimbo la Mufindi Kusini, mambo yote muhimu unayoyajua wewe yamewekwa kwenye ilani ile na kupewa kipaumbele. Kutakuwa na miradi ya elimu ya msingi na sekondari hapa nazungumzia kuboresha baadhi ya shule, kujenga shule mpya, kujenga madarasa mapya, kujenga nyumba za walimu na maabara za shule. Lakini kuna miradi mingi ya maji, hususani kwenye ukanda wa bonde hili. Miradi ya maji iko mingi, itatekelezwa. Kazi yako mchague diwani wa kata yako mchague Mheshimiwa wa Kihenzile na umchague Dokta Samia Suluhu Hassan mambo yatakuwa mazuri. Miaka mitano iliyopita, Dokta Samia Suluhu Hassan amekuwa rais wa kipekee kwa Wanamufindi. Wakati tunaingia ni vijiji vitano vilikuwa vina maji, leo ninapoongea na nyinyi, miradi takribani hamsini na nane hamsini na tisa jimbo zima, aidha wanakunywa maji au miradi inaendelea kutekelezwa. Ni vijiji saba tu ndivyo havijaguswa kabisa na miradi, na vijiji hivi nataka nipige uhakika, Logolofu kwa Rwimbo kule Makungu hawajapata maji. Ukienda kwa Mgina pale kwa ndugu zetu Mkalala pamoja na Kihanga pamoja na Itulituli hawajapata maji. Ukienda kata ya Mtambula kwa kaka yangu na rafiki yangu aidha kila mde, nafikiri uko hapa, changamoto hii inajulikana, tunakwenda kukamilisha katika maeneo hayo, na hapa Malangali kwenye mradi wetu wa Imai wa vijiji vinavyounganisha vyote sita, vya, vitano vya hapa pamoja na viwili vya Idunda idumulavano unajua mko hapa watu waikangamwana, unajua mko hapa na viji viwili vya kata ya Kihoanza kwa ndugu yangu Tilian, mradi huu unakwenda kukamilika, umekwisha anza, amelipwa sehemu ya fedha mkandarasi. Kinachotakiwa kufanyika ni kukamilishiwa fedha zake, mradi ukamilike, Dokta Samia awatue ndo kichwani kina mama wa tarafa hii. Hii inakwenda sambamba na mradi wa Mbara Maziwa unaochukua vijiji vyote mbara maziwa vijiji sita, jumlisha vijijiviji vya Iramba na Kinege, basi kwa ndugu yangu Makweta, na kule mbara maziwa kwa dada yangu Aida Kaduma diwani, ongeza kijiji cha Mkangwe kwa ndugu yangu Nyigo kule Idunda, unakwenda kukamilika mradi huu, mtapata maji safi ya kunywa. Kwa hiyo wajibu wenu ni nini? Ni kumchagua daktari Samia Suluhu Hassan, ili akishaapishwa kazi hii iendelee. Mnanielewa? wangapi wanamuelewa dokta Samia? Naomba nione mikono juu. Ninajua nyie wote mna mapenzi na mahaba na Chama cha Mapinduzi, ninajua nyie wote mna shauku kubwa ya kwenda kukiheshimisha Chama cha Mapinduzi itakapofika tarehe ishirini na tisa. Lakini ndugu zanguni, niwaombe sana sana sana twende tukajitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba, twende tukakipe chama cha Mapinduzi kura za heshima, na uzuri wa chama cha Mapinduzi, kimetuletea wagombea ambao hawahitaji kuuzwa wao wenyewe wanajiuza. Tarehe 29 asubuhi na mapema, twende tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia twende tukamchague kaka yetu David Kihenzile, bila kuwasahau madiwani. Madiwani hao watakwenda kushirikiana na mbunge, lakini bila kusahau mbunge wetu, na yeye atakwenda kushirikiana na daktari wa maendeleo, mama Samia.